Uongozi wa Simba umetambia uwepo wa kinara wa kucheka na nyavu ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo ni namba nne kwa ubora Afrika, kutokana na kuwa kwenye mwendelezo mzuri, licha ya maneno kuwa mengi kuhusu uwezo wa nyota huyo, ambaye amekuwa akitajwa kwamba ni mchezaji ambaye hajitumi wala hana juhudi akiwa ndani ya uwanja ni Jean Ahoua, kiungo ambaye anavaa jezi namba kumi mgongoni kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Yeye ni chaguo la kwanza la kocha mkuu wa kikosi cha Simba kwenye mechi za ushindani ndani ya ligi kuu Tanzania bara na zile za kimataifa pia. Amekuwa akianza kiungo huyo ndani ya kikosi cha Simba. Rekodi zinaonyesha kuwa amecheza jumla ya mechi ishirini na moja akikomba dakika elfu moja mia tano hamsini na mguu wake wenye nguvu ni ule wa kulia, kwa kuwa mabao yote yaliyonayo kibindoni kafunga kwa kutumia mguu huo wa kulia. ikumbukwe kwamba Ahoua ni mkali kwenye mapigo ya penati. Kwenye mabao alionayo, ni mabao matano alifunga kwa penati, huku akiandika rekodi ya kufunga penati mbili kwenye mchezo dhidi ya Namungo uliochezwa uwanja wa Majaliwa. Langoni alikuwa kipa Jonathan na Himana. Ahoua ndani ya ligi ikatupia mabao kumi na mbili akiwa na pasi saba za mabao, hivyo kahusika kwenye mabao kumi na tisa kati ya hamsini na mbili yaliyofungwa na Simba inaonolewa na kocha mkuu Fadlu Davids. Kwenye msimamo wa ligi Simba ni namba mbili huku vinara wakiwa ni watani zao wa jadi Yanga wenye jumla ya pointi 58 sawa na idadi ya mabao ambao wamefunga ndani ya ligi kwa msimu wa 2024 2025 kuwa mwendo alionao aua kwenye ligi ana wastani wa kuwa na hatari ndani ya uwanja kila baada ya dakika themanini na moja. Anashikilia rekodi ya kuwa kiungo wa kwanza kutoa pasi ya bao ndani ya Simba. Ilikuwa kuna mchezo dhidi ya Fountain Ogoti, uliochezwa uwanja wa KMC Complex, alitoa pasi hiyo kwa Chemaloni Ahmed. Ali, meneja wa idara ya habari na mawasiliano Simba, amebainisha kuwa wachezaji waliopo ndani ya kikosi cha Simba wanatimiza majukumu yao kwa ushirikiano, huku kiungo wao Jean Ahoua akizidi kuimarika taratibu, kwa kuwa licha ya kufunga mabao bado hajafikia kwenye viwango vya juu ni mashine ya kazi, na hapo unaona kwa namna anavyotimiza majukumu yake, bado hajafikia asilimia mia ya ubora wake. Kuna muda unakuja utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa Wanasimba furaha itakuwa kubwa hakika uwanjani. Wengi wanasema hivi na vile, lakini kijana yupo kwenye mwendo wake unamwona akiwa na mpira anakuwa na maamuzi, halafu anafikiria ushindi. Bado kuna yale ambayo yanazungumzwa juu yake, kazi inaendelea hakika. Ni furaha itakuwa kwa mashabiki wakipata burudani kutoka kwa mnyama huu. Ni ubaya ubwela. Hii ni sauti ya lunyomadi zomliuka. A boy from Jombe place to be